Mapinduzi! Mapinduzi! Mapinduzi! Asanteni sana mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Zanzibar. Natambua uwepo wa mama yetu, Mama Fatma Karume, mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar natambua uwepo pia Mheshimiwa naibu spika mstaafu, alikuwepo lakini naona ametoka. Natambua uwepo wa katibu mkuu na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, sote tuliopo hapa, jopo la watoa wa mada likiongozwa na profesa Lumumba pamoja na madokta ambao mko hapa Makamu mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, makamu wakuu wa vyuo mbalimbali tulioko hapa, na wakuu wa vyuo tuliopo hapa, tukiongozwa na wenyeji wetu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, Profesa Mihanjo, mwenyekiti wa kigoda cha Karume, wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji na wakuu wa wilaya sote tuliopo hapa, viongozi mbalimbali wastaafu wa chama na serikali ambao wamefanya kazi kwa karibu na Sheikh Abeid Amani Karume, nimefurahi sana namwona mzee wangu hapa, mzee Bakari Shamte, mamaangu, mama bibi kubwa, tukiwaona nyinyi tunapata inaji vijana wa sasa, asanteni sana wahadhiri na wasaidizi wa wahadhiri, maprofesa na madaktari wa vyuo vyote tuliopo hapa, tukiwa hosteli na wenzetu wa Suza, viongozi mbalimbali wa taasisi tuliopo hapa, kamati za ulinzi na usalama, ndugu wanajumuiya wa chuo kikuu cha Zanzibar pamoja na vyuo vingine, kipekee nitambua uwepo wa wanafunzi wa vyuo vikuu na jumuiya zao zaherfe na tahaliso, wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, wanahabari, wanafunzi wetu wa msingi na sekondari, assalamu alaikum. Ndugu washiriki wa, wa kongamano hili, nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alitamani sana kuwa nasi katika kongamano hili lakini kutokana na ratiba kuingiliana imeshindikana. Naomba tupokee udhuru wake. na no, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, naomba kuwasilisha kwenu hotuba ambayo ameniwasilishia ili nikusomee. Awali ni ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kutujalia neema ya uhai na uzima kutuwezesha kutana leo katika kongamano hili muhimu la kitaaluma la kigoda cha Sheikh Abeid Amani Karume katika ukombozi na maendeleo ya Afrika lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Aidha, ninaomba pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa waalikwa nyote mlioitikia wito na kuja kushirikiana nasi katika kongamano hili lililoambatana na uzinduzi wa hifadhi ya kidijitali ya Sheikh Abeid Amani Karume. Pamoja na hayo, nina kishukuru Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na kamati ya maandalizi ya kongamano la kigoda cha Sheikh Abeid Amani Karume kwa maandalizi mazuri na kunialika mimi kuwa mgeni rasmi wa kongamano hili. Pia ninakupongezeni kwa juhudi kubwa mnazochukua si tu kuenzi historia ya Sheikh Abeid Amani Karume, bali pia kuunganisha historia hiyo na maisha ya kizazi cha sasa na kijacho kwa maendeleo ya nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Ndugu makamu mkuu wa chuo na ndugu walikwa, kongamano la leo linabeba uzito wa kipekee kwa sababu linagusa misingi mitatu muhimu sana kwa taifa letu na bara la Afrika. Misingi hiyo muhimu ni amani, mshikamano na demokrasia, na yote haya yanahitajika katika maisha ya urithi wa muasisi wa nchi yetu hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Zaidi ya hayo, tumeshuhudia pia hatua kubwa na ya kihistoria ya uzinduzi wa hifadhi ya kidigitali ya Sheikh Abeid Amani Karume ambayo itahifadhi kuenzi, na kueneza na kurithisha vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo historia ya kiongozi huyu shupavu, jemadari na mwana mapinduzi. Sheikh Karume hakuwa kiongozi wa kawaida bali mbali na kuwa alitoka katika mazingira ya kawaida ya kijijini yaliyokosa fursa nyingi zilizopo hivi sasa, lakini aliinuka na kuwa kinara wa mapambano ya ukombozi na mshindi wa haki za wengi. Anafahamika Shehe Abeid Amani Karume kuwa ni kiongozi wa ukombozi aliyosimama kidete kupigania haki za Wazanzibari waliokuwa wakinyanyasa na mfumo wa ubaguzi ulioletwa na wakoloni. Mapambano yake hayakuwa ya silaha pekee, bali yalikuwa ya kuhamasisha mshikamano kwa wananchi wake. Pili, Shehe Abeid Amani Karume ni mwanamapinduzi wa kweli, aliasisi muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Yeye alitambua mapema kwamba mshikamano wa Afrika ulikuwa nguzo ya ulinzi wa uhuru wetu, ndiyo maana aliongoza Zanzibar katika mapinduzi matukufu na kuungana na Tanganyika mwaka 1964 na tukapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni miongoni mwa maamuzi sahihi na madhubuti ya kuliunganisha bara la Afrika, ambapo kwa sasa hisia hizo zinaonekana kama falsafa hiyo ya kimajumui na utengamano wa Afrika kupitia jumuiya mbalimbali ya kikanda, zikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa bara la Afrika na umoja wa Afrika. Tatu, Sheikh Abeid Amani Karume alikuwa ni mzalendo wa kweli kwa kauli na vitendo. Alijulikana kwa kuishi maisha yenye unyenyekevu akisikiliza wananchi na akitumia nafasi yake kutafuta suluhisho la changamoto za wananchi. Nguvu kubwa alielekeza kwa vijana kwa kutambua umuhimu wao katika ujenzi wa taifa walitakalo. Leo hii tuyaendeleza haya kwa kushirikiana nanyi vijana katika kutambua na kutoa fursa mbalimbali mbali za kimaendeleo kwa kujenga ustawi mwema na kuharisisha taifa lenye misingi ya kizalendo iliyo imara. Hivyo hatuna budi kujifunza haya na kuyaishi kwa vitendo kwa maslahi ya ujenzi wa taifa letu. Ndugu vijana na wanakongamano, ningependa kuyaendeleza mambo muhimu matatu tunayojifunza kupitia maisha ya mzee wetu huyu ambayo yanahusiana na mnasaba wa kauli mbiu ya kongamano hili kwa vijana. Kwanza ni urithi wa amani. Mzee Karume alitambua thamani ya amani kama msingi wa maendeleo. Vijana mnapaswa kuona amani si jambo linalokuja bure, bali ni matokeo ya juhudi za makusudi zenye gharama kubwa. Amani hii inajengwa kwa kuimarisha maisha ya wananchi wote kupitia programu mbalimbali. Tunapokaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, vijana lazima mjitahidi kuwa mabalozi wa amani na kuepuka kujihusisha na vishawishi na uchochezi unaofanywa na makundi ya watu wenye nia mbaya na ovu ya taifa letu. Pili ni suala la urithi mshikamano kwa watu wote, mzee Karume aliounganisha watu waliobaguliwa kitabaka, rangi, dini na jinsia chini ya mwamvuli mmoja. Msingi mkuu alioweka ni sheria ya Rais Presidential Decree namba sita ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne mara tu baada ya mapinduzi. Kulikuwa na usawa, upatanisho na umoja wa watu wa Zanzibar. Kifungu cha pili cha sheria hii kilitamka wazi kuwa lengo kuu la mapinduzi ya watu wa Zanzibar ni kuondoa kabisa tofauti za kiuchumi, kijamii na kisheria ambazo hapo awali ziliwagawa raia na makundi ya raia kwa misingi ya rangi, jinsia, dini na asili yao na kuendeleza usawa, upatanisho na umoja wa watu Zanziba wa Zanzibar. Mwisho wa kunukuu. Serikali ya awamu ya nane ninayoiongoza imetekeleza hilo kwa vitendo na sote ni mashahidi, na serikali ya muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatekeleza hayo kwa kupitia falsafa ya foara. Kwa lengo hilo, serikali ya mapinduzi imedhamiria kuendeleza mshikamano huu kwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ambayo inashirikisha vyama mbalimbali kwa nia njema ya ujumuishwaji wa uongozi unaojenga misingi ya utawala bora. Vijana wa leo mnapaswa kujifunza kwamba mnailinda serikali yenu na kuipa nguvu kwa kuunga mkono jitihada zinazofanywa na viongozi wenu na kuwashajiisha vijana wote wenye kujitenga na kuanzisha migawanyiko katika jamii kufuata mwenendo huo. Mahubiri ya muasisi wetu yalikuwa katika mshikamano wa kitaifa na kijamii, ambayo ndio silaha kubwa dhidi ya migawanyiko ya aina yoyote, hasa ya kisiasa huku akiimarisha nguvu ya serikali kupitia vijana. Tatu, ni urithi wa ustawi wa demokrasia nchini. Kwa hakika, mzee Abeid Amani Karume aliamini kwa zati katika dhana majadiliano, mashauriano na kuzingatia maslahi ya wengi kama msingi wa kujenga Zanzibar yenye mshikamano na haki. Kwa kutambua umuhimu wa sauti ya wa wananchi taifa letu lilirejea katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi mwaka 1992 licha ya kuwa waliunga mkono mabadiliko hayo walikuwa wachache hii ilikuwa ni hatua ya kihistoria ya kuimarisha utawala wa sheria ushirikishwaji wa wananchi na kuheshimu tofauti za fikra kwa lengo la kujenga taifa jumuishi na sio kuleta machafuko katika kuendeleza misingi hiyo ya demokrasia serikali inayoiongoza imewekeza kipaumbele katika kujenga mazingira ya kisasa na ya kijamii yanayoweza vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Kupitia sera za maendeleo, ushirikishwaji wa wadau na uwekezaji katika elimu ya juu, utafiti na ubunifu, tumeweza kuimarisha nafasi za wasomi na vyuo na vyuo vikuu kama nguvu ya mabadiliko. Vijana wanaposhiriki katika siasa na maendeleo wanapaswa kudumisha misingi ya demokrasia ili kuiendeleza Zanzibar yenye amani, ustawi na mshikamano wa kweli. Ndugu vijana wa vyuo na vyuo vikuu, kwa kuzingatia urithi wa kihistoria wa hayati Mzee Abeid Amani Karume na juhudi za sasa, ni muhimu kwenu vijana, hasa wasomi wa vyuo na vyuo vikuu, mwendelee kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Serikali hii imejikita katika kutekeleza sera madhubuti na mipango ya maendeleo inayotokana na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, ambayo imeweka vipaumbele vinavyolenga kuinua maisha ya wananchi kwa ujumla na vijana kwa upekee. Kupitia ilani yetu, serikali imewekeza katika elimu ya juu, ujasiriamali, teknolojia na miundombinu ya kisasa, ajira na uongozi ambayo ni ajenda kuu inayogusa moja kwa moja mahitaji wa ya wasomi na matarajio yao ya baadaye. Haya ni mafanikio yanayopaswa kuendeleza kwa, kwa mshikamano na ushirikiano wa kizazi kipya. Haya yote kwa Chama cha Mapinduzi yanawezekana sana. Katika kipindi cha uongozi wangu tumeshuhudia mafanikio makubwa katika maeneo matatu muhimu kwa mustakabali wa vijana: elimu, ajira na uongozi. Kwanza, katika sekta ya elimu tumeongeza bajeti kutoka shilingi bilioni 80 hadi shilingi bilioni 880. Hatua hii inadhihirisha dhamira yetu ya dhati ya kuwekeza katika maarifa kwa vijana. Mikopo ya elimu ya juu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 13 hadi bilioni 37 na idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka wanafunzi elfu 8 na kuzidi elfu ishirini miongoni mwao vijana elfu tatu mia tano walionufaika na mkopo katika ngazi ya diploma huku elimu ya ufundi ikipewa msukumo maalum ili kuandaa kwa soko la ajira na ujasiriamali. Pili, katika ajira tumewekeza kutekeleza asilimia sabini na mbili ya lengo la ajira laki tatu lililowekwa katika ilani ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na kufanikiwa ajira laki mbili kumi na saba. Katika ilani mpya tumeweka lengo la ajira laki tatu na nusu, tukilenga sekta za afya, vikosi vya ulinzi, viwanda, sekta binafsi, na uwezeshaji wa vijana kupitia mikopo na mafunzo ya ujasiriamali. Hii ni Zanzibar ya vitendo inayowajali vijana wake. Tatu, katika uongozi, tumeimarisha ushiriki wa vijana katika nafasi za maamuzi taasisi za umma na majukwaa ya kisera. Tumetoa kipaumbele kwa vijana katika uteuzi wa nafasi mbalimbali za uongozi. Vijana wamepewa nafasi ya kuongoza ushauri ushauri na kushiriki katika ujenzi wa taifa. Kwa msingi huo, ninawahimiza vijana kuendelea kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi kwa kuunga mkono Serikali ya Mapinduzi kupitia sera zake, mipango thabiti na maono ya kitaifa yaliyoainishwa katika ilani yetu ya mwaka 2025 2030. Ushiriki wenu si tu mchango wa kizalendo, bali ni uthibitisho wa dhamira ya kuijenga Zanzibar yenye maarifa, usawa na mustakbal bora kwa wote. Ndugu Makamu Mkuu wa Chuo, na ndugu waalika Leo pia tumeweka alama nyingine muhimu ya kihistoria kwa kuzindua hifadhi ya kidijitali ya Karume. Hifadhi hii itakuwa ni hazina kubwa ya kitaifa na kikanda, hasa katika historia ya urithi wa Shehe Abeid Amani Karume. Hazina hii itawezesha watafiti, wanafunzi na wanajamii kupata taarifa za kina kuhusu maisha na falsafa ya Shehe Abeid Amani Karume. Kwa njia hii, urithi wake hautapotea bali utaishi milele kupitia teknolojia ya kidijitali. Nachukua fursa hii kuipongeza sana SUZA kwa ubunifu huu, na tunatoa rai kwa vijana, watafiti na wananchi wote kutumia hifadhi hii, iwe kumbukumbu ya historia na pia iwe chanzo cha hamasa na maarifa ya maisha. Ndugu makamu mkuu wa chuo na wanakongamano wote, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ninatoa wito kwa vijana wa Tanzania na hasa Zanzibar kushiriki na kuitazama uchaguzi huu kwa namna ya kipekee, kwa kutambua kuwa vijana ndio idadi kubwa ya wananchi wetu ambao wanafanya asilimia sitini na tano ya wapigakura wote katika uchaguzi. Ushiriki wenu katika uchaguzi unatoa tafsiri mbili. Kwanza ni kuonyesha ukomavu wa kisiasa na kijamii nchini kwetu na pili ni fursa ya kuwachagua viongozi watakaosimamia katika mikakati ya maendeleo yenu. Wito wangu kwa vijana ni huu: kwanza ni kulinda amani nchini. Muwe walinzi wa amani yetu na msikubali kutumiwa kwa misingi ya vurugu au uchuki, hasa kipindi hiki cha kuwachagua viongozi wenu kuongoza serikali. Pia ninatoa wito kwa vijana kudumisha mshikamano na kuwashauri wengine kufanya hivyo. Tofauti za vyama zisivunje udugu na mshikamano wetu wa kitaifa. Hali kadhalika, ninatoa wito kwenu vijana kuishi kwa kidemokrasia na kujadiliana na kushindana kwa hoja. Jadilianeni kwa heshima, hekima na uadilifu mkubwa, na sio kwa chuki na vitisho, huku tukiendelea kufanya kampeni za kistaarabu kisayansi na jumuishi. Kama Shehe Karume alivyosema mara nyingi, maendeleo hayataletwa kwa kugawanyika bali kwa kushirikiana. Mwisho wa kunukuu. Ndugu Makamu Mkuu wa Chuo na ndugu walikwa, kwa mara nyingine, ninaomba kurudia tena kukushukuruni waalikwa nyote kwa kuwacha shughuli zenu pia ni muhimu katika ujenzi wa taifa hususan katika msimu huu wa kampeni za uchaguzi mkuu na kuja kuungana nasi katika kongamano hili la kigoda cha Sheikh Abeid Amani Karume. Aidha, naishukuru tena kamati ya maandalizi kwa kufanikisha kongamano hili pamoja na uzinduzi wa hifadhi ya kidijitali ya Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa umuhimu wa kipekee ni shukutu sahihi kukipongeza chuo kikuu cha taifa Zanzibar kwa kufanikisha kongamano hili la kwanza la kigoda. Ni vyema chuo chetu kiendelee kubuni na kuandaa makongamano na mijadala mingine zaidi ya kitaifa, kikanda na kimataifa katika masuala mbalimbali mbali ya kimaendeleo. Serikali itaendelea kukungeni mkono kila mtakapo tafakari na kuanzisha jambo jipya lenye manufaa kwa nchi yetu. Ni vyema kutambua kuwa jamii navitegemea sana vyuo vikuu katika kuibua na kuendeleza mijadala muhimu ambayo itasaidia kupiga hatua za kimaendeleo katika nchi yetu. Ndugu vijana na wasomi wa vyuo na vyuo vikuu, kabla ya kuhitimisha, naomba kuambia jambo moja muhimu sana kwa kuendeleza urithi wa kihistoria wa hayati Mzee Abeid Amani Karume ambaye alisimama imara kwa ukombozi, usawa na maendeleo ya Zanzibar. Naendelea kuamini kuwa vijana hususan wasomi wa vyuo vikuu ndiyo nguvu ya mabadiliko ya kizazi chetu. Nawaomba mnipatie tena ridhaa ya kuwatumikia kupitia kura zenu ili tuendelee kujenga Zanzibar yenye misingi ya haki, mshikamano na maendeleo jumuishi. Uongozi thabiti unaojali mahitaji ya wasomi ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha taifa letu linakuwa na fikra pevu, ubunifu endelevu na uwezo wa kushikana kitaifa na kimataifa. Dhamira yangu ni kuimarisha mazingira ya wasomi, ustawi kiujuzi, kiutafuti na kiuchumi, kwa kuwekeza katika tafiti zenye tija, fursa za ubunifu, miundombinu rafiki kwa maendeleo ya maarifa, kwa kuzingatia maadili, historia na matumaini ya kizazi kipya. Nitadumisha misingi ya uwajibikaji na ushirikishwaji wa kitaalamu ili kuhakikisha Zanzibar inakuwa kitovu cha elimu, fikra bunifu na maendeleo na watu wake. Naomba ridhaa yenu ili tuendelee pamoja katika safari hii ya kuijenga Zanzibar ya maarifa, utu na ustawi wa pamoja. Naomba kumalizia kwa maneno haya. Tuishi katika amani ili tufikie maendeleo. Tushikamane katika umoja ili tushinde changamoto tudumishe demokrasia ili kizazi hichi na kizazi kijacho viishi katika taifa bora zaidi lenye maendeleo makubwa. Tushiriki katika uchaguzi kwa amani na kila mmoja atimize wajibu wake. Na kuombeni nyote mliohudhuria, safari njema na ya salama ya kurudi nyumbani na kwenda kuendelea na shughuli zenu za ujenzi wa taifa, baada ya kuhitimisha shughuli hii yazimu baada ya hotuba hiyo, sasa ni naomba nitamke rasmi hifadhi ya kidigitali ya rais wa kwanza wa Zanzibar ya Sheikh Abeid Amani Karume imezinduliwa rasmi leo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hapa tungu tarehe 21 mwezi wa 10 2025. Mungu ibaraki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika na dunia kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza.